Mm, li enye ao Watanzania wanataka kujua nini kimetokea, lakini pia kama ulikuwa hospitalini tuambie father anaendelea. Nashukuru sana, tajibu hayo mawili, nini kilitokea jana? Yes, kwenye Martha compound kwenye maeneo au kwenye ofisi za baraza la Maaskofu Katoliki kulikuwa na mikutano, kwa hiyo walikuwa wamealikwa watu wa aina watu wafanya kazi mpaka jioni sana, na wengine mpaka usiku, maeneo ya baraza maskofu, kuna kuna sehemu ya watu kupata chakula, kupata vinywaji na tunashiriki watu kwa kwenye kwenye maeneo ya baraza. Sasa fadha akiwa anafanya mazungumzo na wenzake, alitoka pale akiwa anaenda maliwato, alipofika huko akakutana na vijana wawili waliofanya jaribio la kutoa yao la kudhulumu uhai wake, na waliofanya kitendo hicho wanaonekana walikuwa well-trained. Kwa sababu walipiga pale pale ambapo ukitaka kuondoa binadamu na unapiga pale, wamepiga kwenye na ya ndani sana sita sitayasema, kwa sababu kwa kweli ameumia ame, ame uh, hali yake nisinge kitibabu ya, sitaisema kwa sababu ni kazi ya madaktari kuisema, ili nisiweke hisia au neno la kadhaa neno jingine. Lakini kwenye hali yake kwa sasa hivi bado nipende kusema ni tata kwa kweli, kwa sababu mpaka baada ya masaa sabini na mbili mpaka ma kati ya masaa sabini na mbili masa na masaa tisini na sita kwenye maeneo aliyoumizwa, ndio tunachoweza tukasema kulikoni hali iko hivi au iko hivi. Kwa hivyo, kwa sasa yatosha kusema kwamba ameumizwa na kuumizwa kwake sana huko, na dawa amemwagika damu sana. Kuna hisia za kusema kwamba labda uh, mambo mengine sitoe hizo hisia, lakini sema tu yatosha kusema kwamba aliumizwa kwenye eneo la, la, la compound ile, na hali yake kwa sasa kwa kiasi, madaktari wanajitahidi kwa uwezo wao wote, na tuatie moyo zaidi madaktari wako kwa Aga Khan na wengine waweze kushirikiana katika hali hii ya kumhudumia kwa karibu. Mi ni mmoja wapo namhudumia kwa karibu kama nilivyosema hapo awali, kwa sababu huyu ni baba wangu wa kiroho, ni mlezi wangu wa kiroho, niko naye karibu sana na ni zaidi ya udugu, tunashirikishana mambo mengi sana. Na nilivyopata taarifa hizi, kwa kweli hatukulala, tumejitahidi kwa uwezo wetu wote kuhakikisha tunajitahidi kurudisha uhai wake. Kama tunavyojua, hakuna utajiri ulio mkubwa kama afya ya binadamu, ndio utajiri mkubwa kuliko wote. Kwa hivyo utu uhai wa binadamu kishatoka inakuwa ni basi. Kwa hivyo tupambanie uhai wa Padri Kitima na uhai wa wengine wote tu, sio kwa Padri Kitima tu, wako Watanzania wengi sana wanaumia, sasa hivi wanapotea kwenye mazingira ya tatanishi yasiyoeleweka. Tutafute majawabu badala ya ya kukimbizana, sio sio, mimi ni huyu ni yule, kumwaga mwaga hizi damu za Tanzania. Tutazoea hali hii. Ndio maana nimesema watanisamehe sana wa Nigeria, singependa kutoa mfano huo, lakini tusitengeneze Nigeria nyingine tena Afrika Watanzania wanauliza compound ya TEC pale ndani iko full security na kila kitu, ilikuwaje tukio likatokea? Kwa kweli, kwa sasa sita sitaweza kulisema kwa nini tukio hilo lilitokea. Security ya pale ni kubwa, eneo lenyewe liko well fenced, linakuta pande zote na huwezi ukaingia getini pale bila kujieleza kwa maskari na kufanya hivi, lakini ndio sababu nimesema kwenye utulivu wa fikra, hebu uchunguzi unaoendelea na tushirikiane kwa pamoja na jeshi la polisi lionyeshe ukomavu wake, na sio kejeli. Sasa hili linasababisha, na, na, watu wakose imani na jeshi letu kutokana na taarifa ambazo wanazitoa, alafu watu wanakosa imani wazidi, unakuta jeshi badala ya kuleta swala kuleta taifa pamoja, inazidi kuchochea kuleta mifarakano katika jamii ya Tanzania. Hilo labda wakati upelezi unaendelea, tungejipa utulivu wa fikra ili wakati tunatafuta eh, majawabu sahihi. Ndio maana nimesema kwa wakati huu utulivu wa fikra ni jambo muhimu sana, na tuonyeshe uongozi zaidi katika kulisimamia hili, tusifanye kwamba ni kejeli kama yani kuonyesha kwamba kama mm -hmm. Unajua, watu wanajiuliza maswali mengi, hata mimi kule najiuliza maswali mengi. Kwa nini chombo ambacho kimewekwa kwa mujibu wa katiba kinaendeshwa kwa polisi zetu itoe taarifa ambayo inaleta ma, ina ina inasababisha ina, ina maswali mengi zaidi kuliko majibu. Kwa hivyo taarifa ya, ya, ya, ndio sababu nimesema kipekee natoa pole sana kwa baadhi ya maaskofu Katoliki na wa Katoliki kwa pamoja na Watanzania kwa pamoja, sababu sisi wote ni wa Watanzania. Kwenye tukio hili, jeshi la polisi nalitahadharisha tena, jeshi la polisi ninaliomba, jeshi la polisi ninalisihi, jeshi la polisi kwamba wawe makini sana, hasa wakati huu na in fact, wakati wote tu, lakini kwa wakati huu Watanzania wa Watanzania wana, wana, wakate tamaa wakose trust wakose imani na chombo chao wenyewe, wakikosa imani na chombo chao wenyewe wakiamua kujifanyia wanavyotaka, taifa hili litakuwa sio salama. Ndio sababu nasema siwezi nikawa na hisia au nikasemea kwa nini wamebehave vile. Lakini tumeona mambo mengi, nitatumia kwa sababu haya yametokea. Nimekaa kimya muda mrefu, nitawaita hivi karibuni tuzungumze mambo kwa mapana yake yanayoendelea ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa leo tufanye ili la haraka, na nasema janga likitokea, unaleta jamii kwa pamoja, unaisi jamii kwa pamoja, ili wapate utulivu wa fikra wa waweze hebu kulitatua. Tuone tu, tu, namna gani ya kusimamia jambo hili hili ya kulitibu jambo hili kwa haraka, halafu nitatumia taaluma yangu hivi karibuni. Tukutane tutoe mchango wetu, tulizane maswali mengi, tushirikishane ma maarifa ma, ma, ma, tulionayo, ili yatujalie hekima na nitimisho kusema kama una mboni ya jicho uweze kuona mwanga na kama una maarifa uweze ukapata hekima. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie hekima, tuwe na maarifa ya kulisimamia vema taifa letu la Tanzania, umoja wetu uwepo. Hizi e, hisia nyingine zinazojitokeza tuzisimamie vizuri, na tuone jambo, e, majambo mengi yanayotokea, na tukiasimamia vizuri yatatuweka salama. Kwa hivyo, Tanzania ni yetu sote, tujitahidi kwa uwezo wetu wote, tuache chuki, tuache ubinafsi, tuache uchochezi tuweke maslahi mapana ya mama Tanzania mbele. Asante.